E, bwana, leo tumekuja kufanya mahojiano na Sa bin Laden kama mnavyomuona mbele yako, tutazungumza hasa masuala mazima ya nyota. Tumeona baadhi ya watu wanaingia kwenye ndoa, lakini unakuta mitafaruko ya hapa na pale. E, maoni yanakuwa mengi kwamba ha, bwana, mitafaruko ni kwa sababu labda nyota haziendani. Na jana tuliona pia Harmonize hizi na Kajala walirudiana kwa mara ya tatu, na tunaona wako hapi, lakini huwa kuna misukosuko, wanaachana. Baada ya kuachana, wanaanza kusema na vibaya, Harmonize anatunga mpaka nyimbo, lakini pia Kajala mara anamsema hivi na hivi Harmonize. Tupo na Saad bin Laden anakwenda kuzungumza ama kutoa fafanuzi kuhusu nyota. Saad bin Laden, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, shekha bwana, tumekuja kwako Naam, karibuni sana sasa, karibuni sana. Tumekuja kwako tuzungumze e, swala zima hasa mambo ya nyota. Karibu, unaweza ukatupa ufafanuzi? Kwanza kabisa ukisikia ok, mtu anasema nyota, nyota ni kama injini kwenye gari, anasema mfano umeona gari lile. Gari likikosa injini au injini ikiwa mbovu ina maana gari haliwezi kwenda. Kwa hiyo katika mwili wa binadamu pia nyota ni kama injini. Sasa hiyo ndio inapeleka na inafanya muhimili katika mwili wa binadamu. Mfano katika ulimwengu kuna nyota 16. Katika zile nyota 16 kuna mashuke, kuna punda, kuna ngombe, kuna mapacha. Hizi nyota sasa kwenye ndoa hazitumiki hizi. Ukimsikia mtu anasema mimi nyota yangu ni ngombe, hizi kwenye ndoa hazitumiki. Nyota ambazo zinatumika kwenye ndoa ni nyota nne ambayo ni, ni moto, udongo, maji na upepo maana hata wazee wa zamani wakitaka wakita kufungisha ndoa wanasema, mwanamke badilisha jina lako, jite furani sawa sawa. Sasa kuna mada hapo umeizungumza kuhusiana na Harmonize na Kajala, sawa sawa, au watu kama itakuwa jina eh, majina yao ya asili Eh, majina yao ya asili amonaisha tu Rajabu. Sawa, kama anatumia Rajabu atakuwa ni mashuke. Kwanza nyota ya kawaida ni mashuke, lakini kama itakuwa ni Rajabu, yeye siku yake ya bahati ni Jumatano. Jumatano anafurahi na kila kitu anafanya Jumatano, lakini pia hata kama anataka kwenda kumkopa Jumatano atakupa. Kwa hiyo ina maana kwamba siku yake ya bahati Rajabu ni Jumatano, nyota yake ni mashuke. Sawa sawa, hii nyota ya mashuke ni nyota ya kawaida, ila nyota yake ya asili Rajabu ni udongo Sawa sawa. Nakuja kukuambia kitu kwamba kuna nyota 16. Mashuke, eh, punda, ng'ombe, hizi hazifanyi kazi hapo. Rajabu ara, sawa sawa, Jumatano ndio siku yake ya bahati. Nyota ya kawaida ni mashuke. Hii mashuke hatuna, hatuna haja nayo hapo, tuna haja nayo nyota ya udongo, sawa. Aya, sawa. Ule, ya udongo sawa sawa, haya sawa, yule mwanamke anaitwa nani? Frida, sawa sawa. Kwa hiyo R na F, R na F, nyota yao ni mashuke, sawa, inafanya kazi sawa, lakini pia asili yao ni udongo, sawa Hawa nyota zao wote ni udongo kwa udongo. Kinachowafanya muda mwingine wanakuwa sawa na muda mwingine hawawi sawa nini? Ubaya wa nyota ikiwa sawa udongo kwa udongo. Kuna muda unaweza kumwambia mwanamke wako wewe ni mjinga akakujibu mjinga mwenyewe. Nyota zikiwa sawa lazima kuna kuwa na kani ya uvutani hapo. Nyota ili ziwe sahihi kabisa. Mfano, Harmonize akitumia H ni nge. Sawa. Harmonize akiwa anatumia H ni inge. Kwa sababu Harmonize anaanzia na H. Hii nyota ya jina la H akitumia na, na, Frida linakuwa ndio sawa, hawezi kugombana na wanakuwa vizuri na kila jambo linaenda vizuri. Kwa hiyo ikitokea udongo na udongo vinapatana, nyota ni sawa. Lakini kuna muda kutakuwa na uvurugu gani. Kitu gani kifanyike radi nyota ziwe sawa? Mfano udongo akiwa na maji, sawa kabisa. Mfano Harmonize ni, ni udongo lakini Akitumia jina la ech anakuwa ni nge, sawa sawa. Nge inafanya kazi jumangapi? Jumamosi au Jumanne, sawa sawa. Lakini pia udongo anatakiwa apendwe na maji, upepo upendwe na moto, hizo ndo sawa eh. Kwa hiyo kinachowafanya mara wanavurugana mara wanafanyaje ni nyota zao kuwa ni sawa. Kila mmoja katika wale ni mwanaume, sawa sawa kinyota yani, kila mmoja katika nyota zao udongo kwa udongo pale, kila mmoja anaamri sawa sawa. kuna muda nyota zikiwa sawa, hautaki kuwa chini, unaweza kumwambia fanya kitu fulani, akikataa, unaweza kusema hapa, ngoja mimi nioneshe wanaume wangu, muda nasema ngoja nioneshe wanaume wangu, nisimtafute yeye, pia anakuwa hakutafuti pia. Kifupi, Rajabu kwa maana Harmonize na Frida kwa maana Kajala, nyota zao ni sawa, hawa watu kama vile wanafanana Yani, kinyota shekhe ikiwa ni R na F ni mashuke, nyota ya kawaida mm. lakini nyota ya asili ni udongo. Sasa ubaya wa nyota kuwa sawa kabisa, kwa sababu ili iwe sawa kikawaida, maisha yaende vizuri mm. inatakiwa iwe udongo apatane na maji mm. sawa sawa. mfano huyu H harmonize mm. akienda mfano kwa kwa jina la H kama H mm. anakuwa ni ingi na anakuwa ni maji, akaenda kwa Frida anakuwa udongo na maji haina shida kabisa, ila mfano ikitokea huyu anatumia jina lake la asiri Rajabu na mwingine zake atatumia jina lake la asiri Frida, hapa inakuwa wote ni udongo kwa udongo. Sasa ikitokea hii hali, hapa humu ndani sasa hakuna mwanamke, hamna mwanamke. Unaweza ukatokea ukamwambia wewe mimi nimekupa pesa fulani ukafanyia kitu fulani stack tena ufanye, anaambia ole wako nikataze na kuanzia kesho nitafanya kwa, kuna muda anakuwa kawaida na kuna muda anakuwa, wote ni wanaume ndani. Kwa kifupi kama wote wana viburi hivi, yani nyota zikiwa sawa Shekhu, una faida na hasara manam, hmm. hmm. mm -hmm. yani, nyingi kuliko Mm -hmm. Kila mmoja anakuwa ni kiburi hapa, mm -hmm. nini kifanyike hapa? Ili mradi sasa haijulikane mwanaume fulani mwanamke fulani. Maana kwenye ndoa e, wote mkiwa mna vichwa ndo haiwezi kwenda hapo. Sasa ndo tunarudi katika dini sasa. Hapo kuna kitu kinaitwa subra. mm -hmm. Unajua, ili uoe na uolewe, kwanza wanatakiwa kukubali kila jambo linalokuja. mm -hmm. Lakini pia katika sisi Waislamu naamini kwamba mwanamume ni kiongozi kwa mwanamke mm. Kwa hiyo cha msingi ni mwanamke kujishusha, mm. sawa sawa, ili maisha yaende, mm. au kama wazee wa zamani walikuwa wanafanya wakiona jina la huyu mwanamume linaendana ma, na mwanamke mm. wanaambia mwanamke jibadilishe jina itwa fulani, mm. no, nyota zinaenda. Kwa hiyo ili kifanyike kutakuwa subra mm. lakini moja ajue kwamba huyu ni mwanaume, nabidi ni mtii maana mm. kwa kwamba Frida kubali kubadili jina anaweza akakubali kubadili jina au abadili msimamo mm. Yani mfano anasema mi kwanza leo nitamtii tu ki mwanaume kwa vile mm. ni mwanaume itabidi nimtii mtii sasa mm. Sasa mm. Lakini kinyota, nataka nikupe habari leo, hata wewe kitokea nyota yako inafanana ina, ina mtu hata kikazi, hata bosi wako kwa nyota yako inafanana hivi, mm. Mnapendana, lakini ipo siku mtu akikuchongea hapo ndo inakuwa ni fitna yenu wa kuacha kazi ni hapo hapo, mm. mm <laughs> Tukienda mbali zaidi, tumeweza kuona kwamba jana wamevishana pete kwa mara nyingine tena. E, mengi yamezungumzwa. Kuna mtu pale anaitwa DC Mjako anasema, bwana, hii itakuwa ni ya kwanza, amini kwamba hii ndio ya mwisho, ndoa ifanyike. Watu muda huu wamekaa, nasubiri ndoa. Kwa wewe ukitazama kwenye pointi nzima ya nyota nyota zao jinsi zilivyo, unaona kuna uwezekano wa watu wa dizaini hii ndoa kukamilika ama itakuwa mwakani utavishana pete nyingine tena, hakuna ndoa hapa? Unajua eh, hii hapa tunazungumzia hapa sasa tunazungumzia kadari ya Mwenyezi Mungu hizo ni kadari sawa sawa. Mm. Allah ndo anapanga. Mm. Mimi nawaombea kwanza afanikishe jambo lao, lakini kinyota mm. au nyota zao ni kila mmoja ni dume. Yaani huo ni ukweli ambao upingiki sawa sawa. Mm. Lakini kuvishana pete haina maana kwa manendoa. Unajua mm. kuvisha pete ni kama ahadi ambayo yaani ahadi aidha ikamilike au isikamilike. Mm. Lakini kinachomfanya mtu ndoa yake iende vizuri ni, ni makubaliano na maridhiano, lakini ni dua ziwe nyingi sana. Mm. Mm-hmm. Walau kwa uchache tutatazama huku na huku. Kuna ndoa ya ya, ya Diamond na Zuchu hawa ni watu ambao wamedumu muda mrefu sana. Wao wao imekaaje nyota zao? Nyota zao ziko sawa ama wao kidogo washinda? Kama utatumia D ambao ni Diamond, huyu atakuwa ni nge, atakuwa ni D atakuwa ni Ka. Mm. Ka jina la asili la asili. Tutaenda kulitumia. Kama tutatumia D tuanze hapo. Eh, kama utatumia D anasema D ye ni, ni nyota yake inakuwa Jumatatu wa Jumatatu ambao ni siku yake ya bahati ni Jumatatu. Lakini pia nyota yake ya kawaida ni ni Ka. Mm. Lakini dali ni maji. Mm. Sawa sawa. Mm. Dali ni nini? Ni maji hapo naelezea nyota za kawaida na nyota za asiri, na nyota za asiri ndio zenye nguvu sasa. Hii mm. e, D sasa, ikiwa na Zedi ambao ni Zuhura mm. Ye, pia akitumia Diamond na wewe akitumia Zuhura mm. A, watu watapendana. She wat, wanu waweza kuvuruga, wanaweza mm. kuvuruga, lakini hawawezi kufarakana. Diamond na Zuhura, eh, nyota ikiwa D di, Diamond na Zuhura. Zuhura yeye ni ng'ombe, yeah. Sasa nyota yake ja. inafanya kazi jumaa mm. lakini pia yeye nyota yake ya asiri ni udongo. Mm, udongo na maji. Mfano hata wazazi wakitaka kulima labda, sasa. Mm, mtu anataka kulima mahindi ili mahindi yastawi vizuri, Mm. yanataka nini? Maji. Kwa hiyo katika nyota za asili, D na Z, huyu D, Diamond, sasa. Yeye atakuwa ni maji Zuchu atakuwa ni udongo. Mm, kwenye nyota za asili. Kwa hiyo hawa watapatana na hawa, hata wakifanya kazi itakuwa inatoa mazao makubwa, yani kazi yoyote Mm, itakuwa inatoa matunda, sasa. Mm, watatokea wafitini wengi, lakini watashindwa kufitini, Mm, kutokana na nyota zao zipo sawa. Mm, kama tutatumia nasibu na Zuchu

ama nasibu na Zuhura. Sasa nataka nikupe siri, kinachowapa ufarakano, ugomvi hawa. Pia kama anatumia nasibu, nasibu nyota yake ya siri ni udongo, sawa sawa, ambao ni yeni yeni, ni udongo, na yeye pia ni ng'ombe, anafanya kazi Ijumaa. Zuhura, kama jina lake la siri kwa Zuhura lile lile, anafanya kazi Ijumaa, lakini pia ni udongo, yanakuja yale yale ya F na R. Hawa pia kuna muda wa kukutana, wivu unakuwa ni mwingi, lakini pia ugomvi unakuwa ni mwingi kwa sababu ndani mule kila mmoja atakulekebisha kila mmoja, yeye ni mjuzi kuliko mwenzake, na, na <muchilis> Ukibakia hapo kwenye kwenye nyota ya amini kwenye jina la Diamond na Zuchu, tumeweza kuona kwamba eh, juzi wametoa video, video imeenda sana. Inawezekana kama na wenyewe wamechungulia wameona, tukitumia jina la Diamond na Zuchu, mafanikio kwetu ni tele. She, duniani bwana hakuna hata mmoja ambaye hawezi kuchungulia vitu yani duniani, anasema Mswahili, anasema ili utaka unyanyuke lazima uagane na nyonga sasa. Mm. ili ujio kama nikifanya na mtu fulani, ili jambo lake lazima litaenda sasa. Mm. Kwa hiyo wale lazima wamechungulia kwa sababu nyota zao maji na udongo, hivi hii nyota ipo sawa. Watatokea watu wengi watafitini, watafanya fitna lakini ubaya wa nyota zikiwa sawa. Mm. Maji na udongo. Hao Sheikh Amna chochote kinaweza kuwazuia kufanya chochote hata ufanyaje hapo ndani. Mhm. Mm. Mm. Kifupi naweza kukuambia mahusiano ya Diamond na Zuchu hayawezi kufa kwa vile ambavyo kama Diamond amechungulia ameona nyota yake na nyota ya Zuchu. Hapo haiwezi kufa, labda ni kadari ya Mungu tu basi. Yaani, mahusiano ya hao watu hayawezi kufa kwa sababu kuna muda nyota zikiwa huyu maji na huyu dongo kuna muda wanasikizana. Yaani kwamba hata ufanyaje hawawezi kukusikiliza wewe. Mm -hmm. Kwa hiyo hapa wao nyota zikiwa zimekutana mambo yao wataenda vizuri kwanza. Mm. Kila mtu anachokitaka kinaenda vizuri sasa. Mm. Kama kila kitu kinaenda vizuri, kuna jambo gani la kufanya uache kwa kitu kufanya? Mm. Watu wengi walikuwa wanajiulizaga hata mitandaoni ya kule, huyu Diamond kapenda nini kwa Zuchu? Kwa hakika sasa, eh, majibu tokwa yamepata. Maana maana, mmoja kati ya watu ambao wamekutana na wanawake wana wengi sana ni Diamond. Lakini tunaona ameng'ang'ana Zuchu, huyu mtoto wa Mzanzibari, lakini mdada fulani huko kimuongelea. Ni kawaida kwa sababu kuna wazuri zaidi yake ambao Diamond amekutana nao. Bila shaka huenda kwa hili ndio jibu rahisi zaidi. Hilo ndio jibu rahisi kwa sababu kama uta, uta nyota yenu utaenda sawa na mtu ukifanya kitu kinatoa kina matunda mm. haina haja tena ya kuhangaika. Yaani, mfano ikitokea ukiona kitu hiki kinanifanikisha majambo yangu mm. Ng'ang'ana nacho. Na kikubwa kinachofanya mpaka sasa hivi wanabaki ni hizo nyota zao zinafanana mm. Kinyume na hivyo, watu washaroga sana watu washafanya sana lakini wameshindwa mm. Kutokana kwamba hao watu wanapatana kinyota zao mm. Tumalizie sasa, kuna mtu ambaye ameitazama hii video kupitia kwenye YouTube chaneli zetu, walau anatamani apate mengi zaidi kupitia kwako, Sabin Laden, vipi ambavyo anaweza akakupata? Sasa kwanza kabisa, mimi mtandao wangu ambao natumia sana ni YouTube. Sasa YouTube pia inaitwa jina la Sabin Laden 786 lakini, kama mtu ana swali na hoja yoyote na anataka kuniuliza, namba ambayo natumia ni 0679426148 shukrani sana, asante sana, karibuni.